u yupo mwenyekiti wa Chaumma wa mkoa, yupo katibu wa Chaumma wa mkoa. Lakini kwa mahusiano mazuri, tunao jirani zetu ambao nao wameamua kuja kutangazia hapa kurudi sisi. Tuna mwenyekiti wa Chaumma wa mkoa wa Njombe na tuna katibu wa Chaumma wa mkoa pia wa Njombe. CCM moye. Mmewaona? Mmewaona? Haya. Sasa kabla Ngoja sasa kwa kwanza wanakabidhi kadi za kule walikokuwaaimish a mt kwa ridhaa yangu mwenyewe nimeamua kurudi nyumbani Chama cha Mapinduzi. <coughs> Binafsi yangu huwa sipendi maisha ya ubabaishaji. Nimeshafanya tasmini ya kina zaidi ya vyama viwili vitatu, nishakuwemo humo, nimeona ubabaishaji ndiyo mwingi. Nimeona watu waliokuwa sahihi Watu ni wavivani wa nitoka Chauma na niwaeleze kitu kimoja ambacho hamkijui Chauma. Sisi ni Chauma wa zamani. Chauma tuna makundi haya mawili, kuna Chauma wa zamani na kuna Chauma waliotoka Chadema waliojificha chini ya mwavuli wa Chauma. Hiyo inaitwa nisikilizeni, niwaambie, hiyo inaitwa ni no reform iliyojificha chini ya mwavuli wa Chauma tumesema hatukubaliani na hicho kitu, tunataka maendeleo, tunataka nchi yetu endelee kubaki na amani, hatutaki vurugu, hatutaki maandamano, na Iringa tutashinda kura za kishindo, chama cha Mapinduzi.